Watoto huwa wanatarajia kupata upendo pamoja na kujaliwa kutoka kwa wazazi wao. Tatizo linaanza pale ambapo mzazi anapoanza kusema maneno ambayo, pasipo kujua, yanaathiri maisha ya mtoto kwa kiwango kikubwa. Maneno ambayo unayasema kwa mtoto huwa yanabaki kwenye kumbukumbu kumbu zake hadi atakapokuwa mtu mzima. Hivyo unapaswa kuwa makini sana na yale unayozungumza na watoto wako. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mambo nane ambayo wazazi husema kwa watoto yanayosababisha athari kubwa kwenye maisha ya mtoto. Lengo ni ili ujifunze, ujirekebishe na uweze kuwa mzazi bora kwa watoto. Namba moja, maneno ya kuudhi kutoka kwa wazazi. Maneno kama wewe ni mbaya au wewe ni mnene sana au ni mfupi sana au wewe ni mwembamba sana au una matege au una nywele mbaya, macho mabaya pamoja na maneno mengine yanayofanana na hayo. Unapotoa maneno kama hayo kwa mtoto ni kama unamshusha thamani kutokana na mwili wake, na utamfanya asijiamini. Hii itapelekea mtoto kupata matatizo ya kisaikolojia, na itamfanya ashindwe kula na pia itamfanya kuwa mtu wa kujifungia ndani peke yake, pamoja na kutopenda kujichanganya na watu. Mzazi, unapaswa kuwafundisha watoto wako jinsi ya kujipenda wenyewe bila kujali mwonekano wao wa nje. Namba mbili, kumuuliza mtoto maswali ya kichochezi. Maswali kama kwa nini unafanya hivyo, kwa nini unatembea namna hiyo, unatafuna namna hiyo au unaongea namna hiyo, pamoja na maswali mengine yanayofanana na hayo. Watoto huwa wanaamini zaidi kile ambacho wazazi wao wanakisema, hivyo unapomuuliza maswali ya namna hii, unamfanya ahisi kuna kitu hakipo sawa kwa upande wake, na hii itamfanya mtoto ashindwe kujiamini hata atakapokuwa mtu mzima hivyo kuwa makini sana kwenye hili. Namba tatu, matakwa ya ubinafsi. Maneno kama natamani usingezaliwa au natamani ningetoa mimba yako au najutia kuwa na wewe au natamani ningekuwa na mtoto mwingine tofauti na wewe. Mzazi hupaswi kusema maneno kama haya kwa mtoto. Maneno kama haya yanamfanya mtoto ajihisi astahili kuwepo na ajione kama hapaswi kuishi. Maneno ya na namna hii huwa yanaacha kovu kwa mtoto ambalo halitafutika maisha yake yote, na hii inaweza kumpelekea mtoto kupata msongo wa mawazo na hata kuchukua maamuzi magumu ya kujiua. Hivyo ni jukumu lako wewe mzazi kumfanya kila mtoto wako ahisi upendo wako. Namba nne, kumfanya mtoto ajione kama mzigo. Maneno kama unanimalizia fedha nyingi au ni ngumu sana kukutunza au kuwa na wewe kunanichosha Mzazi ukisema maneno kama haya kwa mtoto wako, unamfanya ajione kama mzigo, na hii itamfanya amue kukuficha mahitaji yake, hisia zake na matatizo yake, ili tu aepuke maneno yako. Na hii pia inaweza kumpelekea kutafuta njia mbadala, kama vile wizi au kuwa mkatili kwa wengine. Hivyo mzazi, ni jukumu lako kuonyesha upendo kwa mtoto wako, na pia jiepushe na maneno ambayo yatamfanya mtoto ajione kama mzigo kwako. Namba tano, Malinganisho yasiyo na afya. Maneno kama kwa nini haupo kama ndugu yako, binamu yako, au watoto wengine, au watoto wengine ni bora kuliko wewe. Haya maneno yanampunguzia mtoto kujiamini na yanamfanya ajione hawezi kuwa bora, haijalishi atatumia nguvu nyingi kiasi gani kujaribu. Vile vile kumlinganisha mtoto mmoja na mwingine kunatengeneza mahusiano mabovu kati yao na kunawafanya waanze kuoneana wivu. Mzazi unapaswa kuwapa watoto wako wote upendo sawa, na upaswi kuwalinganisha. Namba sita kauli za matusi na za kukatisha tamaa. Maneno kama mpumbavu, wewe huna maana, au wewe ni wa kushindwa, au hutakaa ufanikiwe, maneno ya aina hii huwa yanaharibu kabisa uwezo wa mtoto, hasa yakiwa imetamkwa na mzazi moja kwa moja. Mzazi hupaswi kutamka maneno ya matusi au ya kukatisha tamaa kwa mtoto wako badala yake mjenge kwa kumpa maneno yatakayomfanya azidi kujiamini. Namba saba: kutishia kumtelekeza mtoto. Maneno kama nitakuacha, au utaamka na hutanikuta, au nitaondoka, maneno ya namna hii yanamfanya mtoto ajione hana thamani na yanamfanya ajione astahili kupendwa na yeyote. Hii pia itamwathiri hata atakapokuwa mtu mzima, atashindwa kumwamini mtu aliyenaye kwenye mahusiano na mara zote atahisi anaweza kuacha wakati wowote. Hivyo mzazi unapaswa ujiepushe kutamka maneno ya aina hii kwa mtoto wako. Namba nane ahadi za uongo. Mfano, ukifanya hivi nitakununulia hiki au nitakupeleka kule, wakati mwingine, alafu ukashindwa kutimiza ahadi yako. Unapoweka ahadi ya uongo kwa mtoto wako, unavunja uaminifu wa wake kwako na unamfanya mtoto aone kama umemsaliti. Hii pia inatoa funzo zuri kwa mtoto huwa hapaswi kumwamini yeyote kwenye maisha. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.